Ban, leo tuko CRDB na kama unavyojua CRDB leo wamekusanya vijana wengi sana eh, kuja ku, kuwa, uh, masterclass na director Kenny. Ni mmoja kati ya vijana ambao wamejitokeza eneo hili kuhakikisha wanapata elimu. Kenny, kwema kwema sana mapembe baba, ni utundi, unajua somkinga, well, uh, mjini sana. Uh, yanategemea tu mazingira lakini na, napenda na, na kuona mnavoji engage na vijana kuja kujifunza vitu kama vijana yeah. Unajua, kuna mtu mwingine anaweza kasema awa wamemaliza kujifunza, lakini kumbe kila siku kuna vitu mm -hmm. vipya yeah? Yeah, for sure. Yani, awezi yeah. Yeah, kujua kila kitu mm -hmm. na kila siku ni mm -hmm. siku mpya mm kujifunza -hmm. najifunza kila siku, namna gani kuweza kufanya kitu changu hiyo tofauti mm -hmm. naongeza nini kwenye kitu hiki, napunguza nini mm -hmm. uh, amepita yeah. Oh, yeah. mm -hmm. Uh, anasema nikuite international director mm-hmm. kuna ka story behind juzi uh, kwa ngenae ananiambia Kenny, sasa ni muda wako wa kusafiri nje. Nayo ushaelewa, ndio nimesafiri sana, nishafanya projekt za abroad wasanii wengi, kuwa natoka nje na kuja uh, huko mm -hmm. lakini jui zakaa, nashauri anaambia Kenny, ni muda wako naenaweza kuwa hata London, kaa kule mm -hmm. Mm Idris, mshawahi -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. yeah. yeah. uh, kufanya project, najua ufanye project na wasanii wa muziki tu, hata waigizaji kama hiyo. yeah. ni my brother, uh, waga tunashauriana, anipongezaga kwa kile kitu ambacho uh, kikitoka mm -hmm. yeah. nipage ushauri pia a Okay, Kenny, uh, tuzungumzie project ya Kidedea ya Harmonize. Nafikiri ndo recently project ambayo umeifanya. Sure. By the way, before tuende huko. Kwanza kwa nini nakuaga Kenny unatokea kwenye kila video ulioifanya? <laughs> ah, uh, ile ni, ni ni, aina ya branding ambayo nimeamua kwenda nayo. Hmm. uh, na na nikitokea kwenye video ujue ujue kwamba maybe uh, I mean ni, ni collaboration. Hmm. Ni collaboration visual kuna collaboration, uh, musical, mm -hmm. na collaboration visual. Kwa hiyo ukiona mimi kwa video ujue ni collaboration ambayo imefanyika. Ni director lakini na director ni vision yangu kwa sababu kuna kitu ambacho yeah, napenda kifanyike na mtu lakini mtu hawezi kukifanya kile kitu ambacho mimi nitakifanya 100%. Kwa hiyo vision yangu Mm -hmm. Na idea yangu sasa nimetengeneza ea ekuambia mu tengeza kampuni kila siku ofisini kaka, ah, no. Mm. kila video unaji, unajipa kasini kamoja au, yeah, hiyo okay. Ni brand pia identity, lakini pia ni kuongeza awareness zaidi mm -hmm. uh, kupitia hiki kinachokifanya kupitia watu wengine collaboration, nikasema, mm -hmm. inamaanisha, mm -hmm. ni kujichanganya na tofauti tofauti Uh, kama mtu ana, ana, ana watu elfu kumi na mimi na watu elfu tano mm, basi nilichangana naye naweza nikapata watu mia mbili pia labda elfu tano mm. mm. yeah, kwa mia mbili so, kwa hiyo kwa kwenye video ni moja ya sani yangu, mm. na, na, ni moja ya kuongeza awareness mm. uh, kwa wananchi pia nimeona, yeah. Sasa hivi video za namna ya kidedea kama wasanii wanazifanya sana mm. uh, ni rahisi kupata mm. mazingira yake, au ni, ni trend ambayo so, ipo duniani mm. au kama director uh, so video ambazo nafanya, kwanza mpaka ufanya video ya video lazima umejipanga mm. Yaani lazima uwe na bajeti ya kutumia video kama ile pale, so kama mtu anaanza kufanya. Mm. Ukiniambia mwaka huu video gani ambayo umefanya kama ile pale, video gani kwa mfano? ile pale za Ibraah kama mbili hivi, ile copy and paste, alafu na hii ya mwisho Sizani kama ni kitu ambacho inafanana hizi, kila mtu anakuwa na vision yake. Hii vision ni tofauti kabisa. Yaani, mm -hmm. Ni vitu vitu tofauti. Kwa hiyo hauwezi kufananisha vision hii yeah. na vision nyingine kabisa. Ni hizi tofauti. Hata mimi video zangu za nyumba siwezi kufananisha na hizi. mm -hmm. kusupport mm -hmm. yeah. okay. mm -hmm. Uh, kitu ambacho ungependa kushare na mashabiki zako? Ah, support kazi nzuri Dr. Kenny. mm -hmm. Anyway, anwea ukiwa na Dr. Kenny, comment na like unasema Dr. Kenny au dieke Director Kenny? vlog